Anavyoarifa Munya Otino ni kwamba gari moshi la kusafirisha mizigo limehusika katika ajali Jumatano hii, baada ya mabehewa kumi kuanguka katika eneo la Munyuki wadi ya Lumakanda kaunti ndogo ya Lugari. Na na David Juma na Warren Weloba waliokuwa wakifanya kazi shambani karibu na sehemu inakopita reli, magurudumu ya nyuma ya gari moshi hilo yalingoka, na juhudi zao za kujaribu kumpa dereva wa gari moshi hilo ishara ya kusimama ziliambulia patupu kabla ya mabehewa ya nyuma kuacha mkondo wa reli na kuanguka. Nilikuwa niko pale na lima pale chini ya reli hapo, nikastuka nikaona gurudumu na katika pale nyuma kale kushima pale nyuma inaporomoka, mimi kuangalia na jaribu kualadi driver, jaribu kupunguza speedi, huku nyuma mambo mbaya sana. Sasa saa kidogo mi nigana na subaha hivi kuangalia gurudumu ya pili imenifuata tayari, nikatoka mbio. Sasa mi kustuka, magurudumu karibu kondeinas karibu tano imenifuata nyuma, nikaona ne, ya kushangaza sana. Nikaona gari moshi ilikuwa inakuja, na kwa bahati mbaya nikaona ikkoki ikatoka na ikaanza kwa kuringika ikianguka hapa katikati ya Lugari na Kipkaren Gang. foti magari limetoka kwa reli na mabe, mabehewa kumi ya maanguka na ilikuwa imepepa ngano. Hata mnapoona woona wananchi wamejaa ngano yamemwakika chini, si hata wananchi wanabomoa pana yenyewe imemwakika. Wakazi wametaja kutoka rabati wako reli hiyo kwa muda mrefu. Kwa chanzo cha ajali hiyo reli reli imechakaa haswa sana, hata ukirudi nyuma na umari penye gari moshi moshi manguka kule nyuma hakuna kokoto hawafanyi marekebisho saa yote hii, gari hati ni unesa kuna tembe ushtukanie imeboromoka. Serikali iangalie hii mambo na reri tu, watuchunge hii maisha yetu hii maisha yetu, tunaona iko hali ya hatarini, wala wamenye wamejenga manyumba huko, wengine tunaumia hatujui tutagongwa saa ngapi. Gari moshi hilo lilikuwa likisafirisha ngano kuelekea taifa jirani la Uganda, ajali hiyo ilipotokea, huku wakazi wakimiminika eneo hilo na kuanza kupora ngano hiyo kabla ya maafisa wa polisi kuwasili na kuzuia uporaji zaidi. Zaidi rais alituahidi machapati na tunaona ndo hizi hapa chini sasa zile zimemwagika chini, si wawachie tu wananchi wazoe tafadhali. Na watu na Nairobi wamepelekewa ngano, wanaunda chapati, wameletoa mashine, wameundiwa chapati. Lakini sisi tunashukuru Mungu kutuletea ngano, imefika lakini shida ni moja, hatuna Frying pan na mafuta ya kupikia. Mheshimiwa president, tunaomba mafuta ili tukaweza kupika kwa sababu maji iko tu hapa chini, kipukara ndiba iko hapa chini. Sasa polisi nao wametuzuia, hatuwezi kuchukua chapati yetu maana hatuna mashine. Kuja kutafuta ngano na wamenikatasha nisishote na masikari na imemhakika yenyewe imepata hak stendi. Sasa wa watoto watakula ni zina chakula hata tumefurahia kiongozi wetu Mheshimiwa Ruto chapati milioni moja zime kuja upande wetu. Bila yeah. <laughs> alisema tumesema tutamrudisha 2027 kwa sababu chapati zimekuwa kwa wingi. <laughs> <laughs> Joseph Abdi Otieno, West TV Lugari, County ya Kakamega. Wanaomba frying pan na mafuta.